Sisi tumekuja hapa kuuliza maswali, na swala la kwanza tunataka tuambiwe na DCI, mbona mwalimu alipata accident, accident in quotes past Turbo, alafu mwili inapatikana hapa river Kipkaren? Hiyo ndio swali la kwanza, nimeambia sasa the directorate of criminal investigation Nairobi, wao ndio wamechukua hii kesi because we want justice to be done. Na mimi naambia director Amin Muhammad ya kwamba before the 25th of this month tunataka tusikia kwamba wale ambao walihusika wameshikwa. Tunataka tusikia kwamba wale ambao walisponsor wale wahuni wameshikwa. We want answers why the CCTV camera was interfered with. There are so many questions za watu wanauliza lazima tupate ukweli. Mnajua vile kulikuwa na kifo ya ule mbunge wa Kaspool, huyo honorable Were, baada ya wiki moja, they had already apprehended the killers. Why has it taken over three weeks kupata ukweli yule ambaye alihusika na kifo cha principal wetu? Those are the questions we are asking. Lazima walimu wakuwe na heshima, wapewe heshima vile mama amesema hapa, amenena ukweli. We want answers kutoka kwa DCI. Mbona, mbona CCTV kamera kwa nyumba mwalimu penye alikuwa anaishi ilifutwa usiku yote, ndio watu wasijue nini litendeka? Huyu mwalimu inaonekana alichukuliwa kwa nyumba, alafu akauawa, akatupwa kwa maji alafu wakachukua gari yake, wakaenda kwa kongesha, wasema iko involved kwa accident. Ndio hivyo in the house at Munyuki. I'm sorry to say there was a CCTV, that CCTV footage up till now we have never understood, because if you are told by DCIO they came to retrieve when you are sleeping that, hiyo inamfanyaje? Mnasikiaje? Inawacha pengo Kukitokea accident, kuna ile inaitwa scene of accident sio? Na pale katika scene of accident kuna manusura ama watu ambao wamepoteza maisha. Ile picha tulionyeshwa ni gari ambayo imegongwa, lakini mwenye kuendesha gari na waliokuwemo hawapo. Swali ikaulizwa, mwalimu amepata ajali na amepotea, kapotea, kaenda wapi? Swali ndio hilo, sio? Mkaanza kupiga kelele tunataka kujua mwalimu wetu yuko wapi. Police officers employed by government paid by taxpayers money wako hapa Lugari, DCI ako hapa Lugari. Mbona hawakufanya investigation ab initio mwanzo wa hiyo so-called accident?